Nataka tusome katika uh, Luka sura ya kumi na sura ya kumi na saba. Leo nitajikita tajikita kwenye hiyo mistari. Luka sura ya kumi na saba, ni ya kumi na tatu, yaani kumi na tatu mstari wa kumi na saba sura ya kumi na tatu mstari wa, wa, wa kumi hadi wa kumi na saba. <coughs> Na siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi. Roho Mtakatifu shuka katikati yetu. Roho Mtakatifu tuguse, maana tunachokiongea is so important for our lives. Neno hili Bwana hebu nipake mafuta. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika, katika sinagogi moja wapo. Sinagogi ilikuwa ni, ni mfano wa jengo la kanisa kama hili. Kama hivi sasa mimi ninavyofundisha. Yaani kulikuwa na masinagogi. Alikuwa anafundisha katika sinagogi moja wapo. Yesu a uh, mstari wa 11 natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane, naye amepindana hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Tusome na Mathayo ishirini na moja. Mathayo sura ya ishirini na moja. Yesu alipoingia Yerusalemu kwa shangwe Mstari wa kumi na mbili. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Sijui unajisikiaje, kuna kitu ambacho mimi nakisikia kwa namna ya tofauti sana, kuna uwepo wa Mungu ambao unausikia kwa kiwango cha juu sana. Sijui wewe unajisikia Naomba Mungu aachilie hiyo neema uweze kuhisi kitu ambacho kiko hapa. Akawafukuza waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza zao wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa, kawaambia imeandikwa, nyumba yangu itaifa nyumba ya sala, bali ninyi mifanye kuwa pango la wanyamanyi stari wa kumi na nne na vipapu na viwate wakamwendea mle hekaluni. Paka kilitokea kitu gani? tumesoma tume kwenye sinagogi la kwanza jana. Nilisema niongee chuya Uwepo wa Mungu unapokosekana kanisani, hali mugu na wati yeah. Nataka watu waambukizwe wivu mm, kwa ajili ya kutaka uwepo wa Mungu yeah, katika maisha yao kupitia semina yeah, hii. Namwomba Mungu achilie hiyo hali ndani yako, naomba Mungu achilie hicho kitu ndani yako yeah, uone kama vile wenzetu tulivyoona jana waliposikia sanduku la agano limechukuliwa mji mzima wakaangua kilio. Hicho kilio nataka kionekane hata hapa, watu washikwe na wingi, wamlilia Mungu. Kwa nini hatuoni uwepo wa Mungu? nataka niwaambie wapendwa.

nikikosa uwepo wa Mungu ndani yake, watu watakuwa wanakuja na shida zao, wanarudi kama walivyokuja, kama vile huyu mama, miaka kumi na minane. Mungu ambariki sana huyu mama, maana alikuwa mvumilivu. Angekuwa mtu mwingine, au labda siku hiyo akakuwa na madhehebu mengi, alikosa mahali pa kwenda, akuwa na alternative. Ila kwa watu, kwa viumbe wa Kristo wa nyakati hizi, alishakimbilia hema jingine, sema lakini mama huyu akaendelea kwa miaka hiyo yote, miaka kumi na nane, mpaka muujiza wake ukautaawkttunaweze ukajifunza somo fulani kutoka kwa huyu mama kwamba wakati mwingine ili ukutana na muujiza wako unahitaji uvumilia. Unahitaji kuvumilia. Unahitaji kuwa na subira. Unahitaji kuwa na subira. Ukikosa subira wakati utaondoka mahali ambapo mwenza wako ungekukuta alafu ulikuwa umebakisa siku mbili, alafu utakakohamia unaenda kuanza upya. Maana wakati mwingine kuna vitu Mungu huwaga anataka kutufundisha uvumilivu kupitia hali halisi za maisha. Ukikosa uvumilivu, kuna masomo fulani hautayajifunza. Huo ni mfano wa kwanza. sinagoge na muda wangu naona ni kama unaisha. Sinagogi hiyo li, ambalo huyu ambalo mama alisali kwa miaka kumi na nane, lakini tunaambiwa pia hekalu la Yerusalemu. Tumesoma Yesu alikuja Yerusalemu kwa shangwe. Yesu akaingia Yerusalemu kwa shangwe na shughuli moja kwa moja, akasema naenda cha. kilichomleta nataka kwenda hekaluni moja kwa moja nikaone hekalu kama liko ambavyo lili lisahiliwa. Kuwa Yesu anafika pale anakuta vituko, anakuta kanisa lilishageuzwa kuwa soko, sehemu ya kuuzia vitu, sehemu ya kubadilishia fedha, sehemu ya kuuzia kondoo na njiwa na mbuzi na ng'ombe na nini. Yesu akas, kwenye Yohana ameeleza vizuri huyu huyu huyu Mathayo ameeleza kiungwana lakini kwenye Yohana inasema hivi: Yesu alitengeneza kikopo. mnataka kuleta mchezo nyumbani kwa baba yangu. How come? How dare you? Yaani inawezekanaje mkaanza kufanya biashara ndani ya nyumba ya Mungu Subiri niwaonyeshe, akatengeneza kikopo akaanza kutandika moja baada ya mwingine. Anatandika anatandika, alafu wengine anawaambia na nini hapo, yaondoeni hayo, kama siyawafikie huko, anaendelea anapindua na meza anapindua na meza anambia, mimi nifanye nyumba ya baba yangu kuwa pango la wanyang'anyi? wakati nyumba ya baba yangu ilikuwa design kuwa nyumba ya sala, mahali ambapo waliokata tamaa wakija pale wanarudi wana, wana matumaini. Waliovunjika moyo wakija pale wanarudi moyo umeunganishwa. Hafu nyie mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kawatandika, kapindua, kamwaga vitu, vikafanya vikafanya vurugu isiyokuwa kawaida. Biblia inasema kwenye ile Yohana sura ya pili mstari wa 15 nadhani, na, na kuendelea, kwamba wanafunzi wake wakakumbuka, wakasema imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Kwa wivu wa Bwana ukamla, Yesu akawatandika akawafukuza. Sasa shanga hekalu hilo, hilo. hekalu hilo, hilo. na miwete hao hao wali yote maeneo haya baada ya Yesu kufanya hayo mabadiliko wanaanza kuingia hekaluni inaanza kuwezekana watu macho ya vipofu yanafunguka kwa kuampusa kiliu cha kujaribu macho yanafunguka lakini hapo nyuma si hekalu hilo hilo tatizo lilikuwa wapi Yesu anapoingia ndani ya hekalu inamaanisha inamaanisha <coughs>